Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Tanzania Bara linaungana na wazimamoto wote duniani katika kuadhimisha siku ya wazim... wazimamoto duniani inayofanyika kila mwaka tarehe 4 Mei. Hii ni siku ya muhimu ya kutafakari, kutambua na kuthamini mchango mkubwa wa maafisa na askari wazimamoto katika kulinda maisha na mali za wananchi dhidi ya majanga mbalimbali, yakiwemo majanga ya moto, tetemeko la ardhi, mafuriko, maporomoko ya udongo pamoja na ajali za barabarani na dharura zingine zozote ambazo hazihusiani na jinai. Hapa nchini Tanzania, tumeshuhudia matukio makubwa ya majanga ya moto, maporomoko, lakini wazimamoto na waokoaji wetu waliweza kujitokeza kwa ujasiri kuokoa maisha na mali za wananchi. Baadhi ya matukio hayo ni pamoja na watu kuzama katika ziwa Rukwa ma, maporomoko ya matope Hanan Manyara, mafuriko Rufiji Pwani, kuporomoka kwa jengo Kariakoo, moto wa, msi, wa msitu mlima Kilimanjaro, lakini moto wa msitu South Hill ajali ya basi na treni Manyoni Singida, moto wa matenki ya mafuta pale Kigamboni. Niwaeleze wazi kwamba iwapo wazimamoto wasingeweka roho ya ushujaa, basi leo hii tusingeweza tukazungumza lolote, kwani tunaamini kabisa mji wa Kigamboni usingekuwepo na masplan, hata Dar es Salaam tunaweza tukasema usingekuwepo, lakini kwa ujasiri wa wapiganaji wetu waliweza kudhibiti tukio hili lisiweze kuleta athari. Lakini tuna moto wa roli la mafuta pale Morogoro, miliona namna gani nchi ilitikisika juu ya tukio hile, ambapo baadhi ya wananchi walikuwa wakigombea mafuta na mwisho wa siku tuliona kilichotokea. Nitoe rai kwa wananchi wote, unapoona ajali ya tenki la mafuta usikimbilie kuchota mafuta, kwani ni hatari. Tumeshuhudia kupitia tukio hili namna ambavyo lilileta athari kwa wananchi na wakazi wa Morogoro. Katika matukio haya yote, wazimamoto walioonyesha ushujaa wa hali ya juu wa kujitolea kwa moyo wa dhati wote kwa kuokoa maisha ya wananchi, jambo ambalo tunapaswa kulienzi na kuunga mkono na jamii nzima. Maadhimisho ya Siku ya Wazimamoto Duniani yana malengo yafuatayo. Kutoa heshima na kumbukumbu kwa wazimamoto waliopotea, waliopoteza maisha wakiwa kazini. Kutambua mchango wa wazimamoto walioko hai katika kutekeleza majukumu yao hadi sasa. Lakini kuwapa motisha wale ambao bado ni mashujaa wetu wanaendelea kutoa huduma hii ya uokoaji, kuelimisha umma juu ya majukumu ya wazimamoto na hatua za tahadhari dhidi ya majanga <tune>